Karibu sana tuendelee na channel yetu ya Real Bwenke Online TV. Leo tunazungumzia kitu ambacho kimebadilisha dunia, utandawazi wa teknolojia. Dunia imekuwa kijiji kimoja na kila siku teknolojia inatuunganisha zaidi. Leo unaweza kujifunza kitu kutoka Marekani ukiwa nyumbani da. Unaweza kuuza bidhaa zako Kenya, Rwanda au hata Ulaya bila hata kutoka nyumbani. Huo ndio utandawazi wa teknolojia. Unavunja mipaka, unafungua milango ya fursa. Lakini kumbuka, teknolojia ni chombo, inategemea jinsi unavyokitumia. Tuitumie vizuri kujenga, sio kubomoa. Tuitumie kuongeza maarifa, sio kueneza chuki. Dunia inakimbia kidigitali, tusibaki nyuma. Kwa vijana wenzangu, tujifunze kutumia teknolojia kutengeneza ajira. Kufanya ubunifu na kujiweka sokoni kimataifa. Huu ndio wakati wetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ujumbe huu ili wengine nao wapate mwanga. Mimi ni jina lako, na huu ndio ujumbe kutoka Real Bwenke Online TV, sauti ya maendeleo ya kidigitali.